Tuko duniani kulingania dini ya Uislamu kwa walo duniani, tuwafunze mema yaliyo kitabuni kwenye Qurani na sunna za amini. Tuko duniani kulingania dini ya Uislamu kwa walo duniani

ametatiza wengi katika siku hizi za mwisho ama miaka hii ya mwisho. Je, Idi ikiambukia siku ya Ijumaa, tukisha swali Idi, jumaa huwa ni faradhi, tuwajibika kuswali? Twendeni kwa wanazuoni, tuwasikize wanasemaje katika masuala haya. Wanazuoni wa fikhi akiwemo alimamu Abu Hanifa na alimamu Malik na alimamu Shafi, hawa watatu wote wanasema Idi haiondoi uwajibu wa Ijumaa. Una swali Eid na wajibu wajibu wa Ijumaa uko pale pale. Ijumaa pia ni wajibu, lazima uswali kwa sababu Eid ni sunna na Ijumaa ni faradhi na hata mtoto mdogo anajua hilo kwa, kwa Eid ni sunna na Ijumaa ni faradhi. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili Eid haina haina badala Ijumaa inayo badali. Ijumaa ukikosa Eid haina badali, ukikosa utaswalia dhuhuri, lakini sasa sikuona kufanana sasa. Hapo vipi leo swala ya sunna iweze kutosheleza swala ya faradhi. Sasa jamhuri ya ulamaa wanazuoni wengi wambu, wana sema haywezi kualo uwa yimu, uwa yimu, wa fikhi ikiwemo dhehebu lote la Imam Abu Hanifa, dhehebu lote la Imam Malik, dhehebu lote la Imam Shafi, wanasema hidi haiwezi kuondoa uwajibu uwajibu wa swala ya Ijumaa.

sabbi isma rabbika al a'la na hal ataka hadithul ghashiya, akisoma hizi sura mbili, sabbi isma rakaa ya kwanza na hal ataka rakaa ya pili. An-Nu'man ibn Bashir akaendelea kusema asema nazi, ikiafikiana idi na Ijumaa, Idi kitokea siku ya Ijumaa, Mtume sallallahu alayhi wasallam husoma sura hizo hizo katika swala zote mbili, idi na Ijumaa. Kusoma sura hizo hizo katika sala zote mbili, hapa inaonyesha kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiswali Juma ikiamka siku ya Eid. Niko wazi kabisa hadithi hii, alikuwa akiswali. Sasa sisi kiigizo chetu nani? Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana, kiigizo chetu

lakini tu tunataka kuonesha kuwa ni hadithi mashuhuri na imepokewa na wengi na yatosha kuonesha hadithi hii ni sahihi, kwa iko kwa Imam Muslim katika sahihi yake. Sasa hadithi yatuthibitishia kuwa Mtume alisali zote mbili zilipopatana, mbona sisi twaja kuwacha Juma leo? Kwa hivyo haiwezi kuondoa ufaradhi wa Juma hili. Dalili ya kwanza. Taibu, hawa ndugu zetu wanastadili na kitu gani? Kuna hadithi imepokewa na Imam Abu Daud kutoka kwa Abu Hurairah radhiallahu anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, zimekusanyika katika siku hii ya leo idi mbili, kwa hivyo anaitaka ambaye swali hili itakuwa imemtosheleza Ijumaa, itakuwa imemtosheleza Ijumaa. Sasa hii ndo hadithi inashia. Mtume sallallahu alaihi wasallam mwisho akasema wa inna mujmi'un, na sisi tutajumuisha, yani tutaswali hili na jibu la swali ya Ijumaa. Jambo la kwanza. Al-Imam Ad-Darqutni katika wanazuoni wakubwa wa hadithi yasema hadithi hii ina iftirah. Katika kitabu chake Al-Ilal asema hadithi hii ya Abu Hurairah ilipokewa na Imam Abu Daud ina iftirah, ina mchanganyiko. Jambo la pili, katika wapokezi wa, wa hadithi kuna mmoja ambaye kwamba amesifika kwa sifa ya kukosea na wahmu ambaye anaitwa Bakia na wanazuoni wa hadithi wanamjua mtu kama huyu ni dhaifu, si mtu kuchukuliwa hadithi yake. Sasa swala linakuja hapa, ndugu zetu, siku zote mwakaza hadithi dhaifu, ikuaje ndio mustadili na hadithi dhaifu? Siku zote hadithi dhaifu ni mpiga vita, leo ikuaje mmoja hadithi sahihi kwa sahihi Muslim, mwenda kushika hadithi dhaifu? Alafu hadithi dhaifu dhaifu dhaifu zote ni leo kwa sahihi. Alafu hii haikupokewa na Abu Daud peke yake, kuna wale na kuna wengine mbali na huyu bakia wameipokea hadithi kama hii. Kuna Zaid na Sufyan, hawa wamepokea hadithi kama hii, na ipo kwa Tabarani na ipo kwa Baihaki na ipo kwa Ibnu Adi katika kitabu chake Al-Kamil na kwa wengineo. Na hawa waliopokea Sufyan na Zaid hawakutaja neno kutosheleza. Imekuja hadithi kwa, ilikuja Juma na Idi katika siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, inna mujmi'un, sisi tutajumuisha neno la kuwa ama ama Juma. Sasa sasa swali ni ni ni kwa Mtume Mtume Mtume sallallahu sallallahu wasallam wasallam asema asema sisi sisi tutajumuisha tutajumuisha zote mbili, wewe sunna sunna si, mbona mbona leo khalifu hujumuishi nyumbani, katika kujumuisha ama ni kutojumuisha hadithi nyingine kuna al-Imam al-Bukhari kutoka kwa Abu Ubayd. Asema, nilihudhuria swala ya Eid wakati wa uongozi wa Sayyidina Uthman ibn Affan. Na swala yenyewe ilikuwa imeangukia siku ya Ijumaa. Sayyidina Uthman ibn Affan akasema, Ahlu al-awali wakiwa wataka kubakia na sisi kuswali, wabakie; la, ikiwa wataka kwenda zao waende, nimetoa ruhusa ama nimewapa idhini wa sasa ile iyashika hadithi hii watu wanasema kuwa yaonesha kuwa kuna khiari mtu aweza kuacha Ijumaa ikiwa sha swala idi swala likuwa. Sayyiduna Uthman ametaja ahlul awali kwanza. Awali, awali ni sehemu gani? Awali ni sehemu ipo upande wa mashariki wa Madina, kwa sasa pamoja na kwa barabara nzuri na kuna magari waweza kufika kwa muda wa dakika kumi ama robo saa ukenda speed. Yaani, aweza kusema ni nje kama hapa ni namkaamadhara amazaidi, kwa hivyo ni katika sehemu zilizoko ubavuni wa Madina. Sayyidina Uthman ibn Affan amewambia wale kwa, ikiwa mutabakia bakieni, la ikiwa mtaka kwenda zenu nendeni, nimewapa ruhusa. Sasa swala ni kuwa wale ni ahlulawali wamebewa wala udhuru, udhuru wao ni nini? ilikuwa kuswali moja. Wakati ule watu wote wanakuja kuswali Madina, walioko Magongo, walioko Mtapa, walioko Likoni, wote wanakuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wanasali Jumaa moja. Leo tuna Jumaa ngapi? Katika mtaa mmoja tunaweza kupata Jumaa kama kumi. Kwa hivyo tuna Jumaa nyingi, hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, wale wamepewa, wana udhuru. Udhuru wao ni nini? Badili watoke kule, na wakati huo vipando si magari, ni punda, ni farasi, ni ngamia, wanachukua muda kutoka kule kuja kuswali hii sasa. Wakisema waondoke waende zao, wakatoa Eid alafu warudi tena Ijumaa, wakati wote utakuwa otia njiani, wakati wote utakuwa wapotia njiani. Na wakiwa wakisema wabakie Madina, wasirudi, wasirudi makwao, itakuwa hawapati wakati wa kutoa Eid, na dini ni nyepesi. Yuridu Allahu bikumul yusra, Mwenyezi Mungu atoke wepesi ndio kukatoka ruhusa kwa, madamu nyinyi ni watu mbali muna ruhusa, kama mtabakia bakieni, mtaka kwenda kutoaini basi, yatosha nyinyi muswali adhuhuri. Kwa hivyo ruhusa ni kwa haswa nani? Ahlul awali, watu wakutoka huko mbalimbali mbali kwa Madina. Sasa leo, hebu niambie, sisi mji tuko ndani ya mji na mtu pengine ni jirani ya msikiti akaa pale lakini nasikia na khutba khutba ya somo haoni haya asikia khutba yaendelea na watu wasali juma yeye amebakia nyumbani, hataki kuja kuswali. Kwa nini? Kwa sababu sunna ili ki ikipatikana ama ikijumuika na Ijumaa ili tukisha swaji ya tosheleza kuna kusali juma sunna nani si sisuna ya ala, sallallahu alaihi wasallam Inna mujmi'una sisi tutajumuisha. Mtume alijumuisha. Sasa wewe ambaye kwamba hujumuishi upata sunna ya nani? wala wa hata kama kama sehemu swali huna, huna udhuru udhuru udhuru, hawa huna vile. Kwa msafiri anayesafiri, kwani kusali Ijumaa hawajibiki kusali Ijumaa. Msafiri mgonjwa hawajibiki kusali Ijumaa, kwa hivyo ni udhuru kama mgonjwa na msafiri kutoswali ni udhru, kama kama mgonjwa na msafiri. imi hadithi iko katika Bukhari na ile ya kwanza katika katika Muslim, vitabu viwili ambapo kwamba ndio vitabu sahihi kushinda wote. swala ni kuwa leo hadithi hizi sahihi mbona zinatengwa kwa shika hadithi dhaifu zakinmatia siku zote huwa hamutaki hadithi dhaifu, mbona leo mmezishikilia? Alafu msingi wa sharia katika ibada kuna msingi umewekwa kufanya akiba. Tunapokuwa katika ibada yana mtu afanye akiba. Umeswali ukashuku kwa raka ya tatu ya nne utafanya kwa ya tatu ongeze ya nne. Kwa nini? kwa sababu ya kuweka akiba. Sasa leo inapokuwa tifayi, kuna hadithi mbili, una kuna hadithi mbili. Mmoja yasema mtume aliswali nyingine yasema alitoa ruhusa. Uweka akiba ni kufuata hivi, kuswali ama kutoswali? Kuswali. Lakini juu ya hilo hadithi ambazo kwamba zasema kutoa ruhusa ni dhaifu. Sasa inapokuja hadithi dhaifu na sahihi, tutaweza kujumuisha kati ya hizo mbili? Haiwezekani kujumuisha kati ya hadithi. Inawezekana ikiwa hadithi zote ziko katika daraja moja, zote mbili ni sahihi, tutazijumuisha tutoe natija lakini ikiwa hadithi moja ni sahihi na nyingine ni dhaifu, dhaifu itatukwa itafanywa kazi sahihi, kwa sababu ya shinda kwa nguvu. Sasa tuna hadithi sahihi kwa Sahih Muslim na kwa Sahihi Bukhari kuwa waliswali Ijumaa ilipopatana na Idi, mbona hatuifanyi kazi? Sunna hizi zatoka wapi? Kwa walo duniani, tuwafunze mema yaliyo kitabuni